Nchini Tanzania, ni wazi sasa maandalizi ya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025 yanaendelea kushika kasi, katikati ya kipindi ambapo chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, chenyewe kimekwisha kuweka wazi kuwa kinahitaji mabadiliko kushiriki katika uchaguzi wa mwaka 2025. Daktari Ananilea Nkya ni msomi na muumini wa mabadiliko ya miongozo inayosimamia uchaguzi nchini Tanzania. Na kuelekea uchaguzi huo, hii leo nimemuuliza, pengine ni nadharia zipi ambazo zinasimama katika mazingira ya sasa, pindi ambapo mchakato wa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025 ukiendelea kushika kasi Nchini Tanzania. Mimi nikizungumza tu kwa katika nafasi yangu kama mwandishi wa habari, lakini kama raia, mimi nadhani wanaosukuma kwenda kwenye uchaguzi ni watu ambao wanadharau wananchi, kwa sababu swala la uchaguzi ni swala la wananchi, na wananchi ndio wanatakiwa waseme, sasa tunataka kwenda kwenye uchaguzi. Lakini ukisikia sauti nyingi zinasema no reform, no election wananchi wanataka mabadiliko kwa sababu wanaona chaguzi zilizopita nani kura yao kura yao haikuhesabiwa. Unanipata vizuri. Kuna hii kule katika mitandao wanasema Oktoba tunatiki, na yenyewe pengine watu wanaweza wakasema ni sauti ambayo inawakilisha maoni ya Watanzania pia. Yeah, wanawezekana na wakasema hivyo, lakini ukweli unabaki, si ndio? Kama ukweli unabaki kwamba sheria zilizopo hazitoe uchaguzi huru na haki, katiba iliyopo haitoe uchaguzi huru na haki, bado ut, ut, lazima tuende mambo ya msingi, jambo la msingi kwamba ile mifumo haitoe uchaguzi ambao ni huru na wa haki. Kwa hiyo hata kama hao no, wanaosema tutakiki ni kundi lenye nafasi kubwa, litaweza kutumia vyombo vingi vya habari likasema tutiki, bado ukweli utabaki kwamba tukiendelea kufanya chaguzi namna hii, maana yake hatuwi atu, atu, atu, serious hatui makini katika kuhakikisha kwamba nchi yetu wananchi wanapewa fursa ya kutumia sanduku huru la kura katika kuchagua rasilimali namba moja katika maendeleo ya taifa ambao ni uongozi bora. Ni yapi ambayo unaona ya kwamba itakuwa ni matunda na wasiwasi wasi ni upi ambao unauona unaweza kujitokeza huko mbeleni? Mbeleni kwanza, hakutakuwa ma, na matunda yanayotarajiwa ya ukweli kwamba tutapata uongozi bora kwa sababu huwezi kupata uongozi bora pale ambapo hakuna mifumo inayotoa uchaguzi huru wa haki, yaani hakuna mifumo ambayo inawezesha eh, kura ziwe huru, yaani kura ya mwananchi ile sanduku liwe li huru la kura haipo. Na kama haipo, maana yake nini? Umewakatalia wananchi kutoa sauti yao na kutumia mamlaka yao ya kikatiba kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya nane ambayo inasema kwamba ni wananchi peke yao ndio wenye mamlaka kuu ya kuweza kuweka viongozi madarakani. Kwa hiyo, hiyo ni itakuwa ni athari. Na kama kama kama yeyote atasukuma kupeleka katika namna ambayo wananchi hawatakuwa wana ile haki haki, nikisema ni haki ambayo inampa uhuru kwamba ile kura yake inakuwa ni huru na inasabika, na kwa hiyo athari zake ni kwamba nchi itakosa uongozi bora, itakosa madiwani bora, itakosa wabunge bora na itakosa rais bora. Ni chama kimoja tu kati ya vyama kumi na tisa ndio wakishiriki, pengine hiki chama kimoja kina nguvu kweli ya kuzuia sauti ya mamilioni ya watanzania waliotopakaa katika vyama takribani kumi na nane kuzuia maana yake sio, yani ninachotaka kusema sauti hata kama ingekuwa ni chama kimoja, chama kimoja kama kinatoa sauti inayo, ambayo ina, ina, ina, inachukua ile ile tunayosema ni nini, matakwa ya wananchi, lazima isikike kwa, kwa maana wingi wa vyama, kwamba kuna vyama ambavyo vinataka kushiriki uchaguzi lakini vinataka tu kusimama mradi uchaguzi ufanyike ni sawa sawa na kwamba wanadanganya wananchi. Kudanganya wananchi pia ni, ni, ni, ni jambo baya, hata kama mtasema hamna sheria inawazuia, lakini ni jambo baya katika kwa sababu katika binadamu tunaweza kusema kuna mambo mazuri na kuna mambo mabaya. Jambo hili la kwamba lazima kufanyike mabadiliko limezungumzwa na viongozi wa dini, na kwa mfano hapa Tanzania kuna dini dini kubwa zilizopo, kwa mfano ukiangalia Roman Catholic kila wakati wanazungumza no reform no election, ukiangalia Walutheri wanazungumza no reform no Waislamu wanasema no reform no election. Ukisikiliza sile sauti hasa za watetezi wa haki Waislamu wanasema no reform no election. Hawa kwanza hivyo hawakwanza leo, wameanza muda, kwa sababu hizi masuala ya uchaguzi kuwa sio uchaguzi ni uchafuzi imeanza imekuwa na nguvu kubwa sana, imekuwa mbaya sana kuanzia mwaka elfu ishirini kumi na tisa kwa hiyo ukisema kwamba eti ni chama kimoja si kweli. Sauti za wananchi sikiliza, ukisikiliza kwenye mitandao ambako ndo wananchi wanazungumza, wanazungumza kweli. Kwa hiyo huwezi kusema eti kwa sababu vyama kumi na tisa, kumi na nane vimesema vitaenda kwenye uchaguzi basi ndio sauti ya wananchi, sio kweli. Huko ni kujidanganya. Ni lazima haki ya wananchi ya katiba ifuate. Ni lazima kuwe na mifumo huru ya iliyo huru na haki, ndio uchaguzi utakao. Kwa hiyo mimi naendelea kusema kwamba wananchi waendelee kupaza sauti. watakaokwenda kwenye huo uchaguzi, tutajua ni watu wanaoidanganya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanadanganya wana wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. No reform, no election. Pengine ni itikadi ambayo inabebwa na chama zaidi cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na si mata kwa ya Watanzania, walio wengi ndio wanasema hivyo. Nani anasema hivyo katika vyama vya siasa? Tumeshuhudia, unajua, kwenye vyama vya siasa watu wengi wanafikiria tu kwamba wao wapate madaraka, wawe wabunge, wawe madiwani au wakupewa au vyovyote viwavyo, kwa sababu tumeona uh, kwani si wa kwa bunge liliokupita, si tuliona watu wamepelekwa bungeni wakati hawajachaguliwa? Sisi tunaofanya na kazi na huku kwa wananchi huku mitaani tunajua wananchi wanataka nini katika mazingira. Sasa nini kifanyike katika mazingira kama haya? Yani uchag... nachotaka kusema ni kwamba uchaguzi ni ni ni shughuli ya wananchi na uchaguzi, wananchi wakiamua hata hata upelekwe mbele, tuseme miezi miwili, hata nusu mwaka, hata miaka miwili, ndio ufanyike. Hiyo ndio swala, sio kwa, kwa sababu uchaguzi huo unafanyika kwa kodi ya wananchi, sio kama anatoa mtu anatoa hela yake mfukoni. Ni kodi ya wananchi inagharamia uchaguzi. Kwa hiyo kama ni kodi ya wananchi inagharamia uchaguzi, kwani kuwa na uchaguzi ambao sio huru na wa haki wanasheria wanasema kwamba kuto kufanyika uchaguzi kwa mujibu wa katiba ni kuvunja sheria na katiba ya nchi, na wao hawako tayari kuona katiba inakanyagwa, na ndio maana uchaguzi lazima ufanyike. Hakuna hiyo, wana wanajidanganya, kwa sababu wananchi ndio wenye mamlaka hayo kwa mujibu wa ibara ya nane. Kama wananchi wanasema kufanyika kwanza mabadiliko ambayo yatawapa uchaguzi huru na haki, wao mengine yote, wenye mamlaka yote ya nchi ni wananchi, na sio wanasheria. Watasema wao, si kwa kuvunja katiba. Ka, katiba imvunjwa mara mevunjwa wamepeleka mkataba wa bandari basi wamevunja katiba mab... eh, walivunja katiba. Na kwa nini wanakimbilia, kitu gani? Kama wao wa, wanaamini kwamba, kama wanaamini kwamba uchaguzi ni unatoa viongozi bora, kama tunatafuta viongozi bora, ni kwa nini wakimbilie kutafuta viongozi kupitia yani, taratibu na katiba ambayo kwa sasa hivi haiko vizuri katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hivi karibuni tulishuhudia mm, sheria ambazo zinasimamia masuala ya uchaguzi mswada wake ulipelekwa bungeni na ikaweza kupitishwa, lakini tukaona pia Tume imebadilika na kuwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ni miongoni mwa mambo ambayo yanapigiwa mfano na wanasiasa kwamba kuna hatua ambazo zimechukuliwa na serikali ya Tanzania katika kuhakikisha uchaguzi unakuwa shirikishi, unakuwa huru na unatoa haki. Unafikiri hii bado haijatosha? haijatosha kabisa, kwa sababu ukiangalia hata hizo kanuni zenyewe zilizotungwa za, za, za, za, nani za, za uchaguzi mwaka huu zenyewe zinakuonyesha kabisa kwamba hakutakuwa na uchaguzi huru na, na haki, hizo kanuni zenyewe sababu si uchaguzi utaendeshwa kwa kanuni wao, watakuwaje uchaguzi huru na haki, ambapo hata matokeo yule mwenyewe anayesimamia, wala ambao ni waangalizi au wasimamizi wa wanaosimama kwa niaba ya nani, hawapati hata fomu wala haibandiki. Huo ni uchaguzi huru na haki? Utakuwa uchaguzi huru na haki kwa sababu watu wanaweza kudanganya. Unajua udanganyifu unaweza kufanyika vipi? Watu wanasiasa, unajua wana mambo yao fulani, wanaweza ku kuweka, wanaweza kuahidiwa, wewe, oh, usijali, tutakupa jimbo fulani, tutakupa kata fulani, wachache tuonekane kwamba uchaguzi unafanyika wa vyama vingi. Kwa hiyo wananchi waamke, waendelee na hiyo no no reform no election, kwa sababu nchi ni ya wananchi, sio ya chama fulani au vyama fulani, hapana. Na tunajua kabisa kwamba kuna vyama ambavyo haviko kwa ajili ya wananchi, wao vipo hapo tu kwa ajili waone kwamba kuna nani, uchaguzi unafanyika, wanapata madaraka, wanapata fedha, wanaondoka. Lakini wanaoteseka kunapokuwa hakuna uchaguzi huru na wa haki au nchi haipati viongozi bora, ni mamilioni ya wananchi ndio anakuwa hawana maisha bora, hawana kipato, watu wanapomaliza vyuo vikuu hawana ajira, wakulima wa hawapati ruzuku za, vye, za maji, pembejeo, hakuna barabara za kufika kwa wananchi vijijini, katika vijiji vingi, vijiji vingi havina maji safi na salama, hakuna huduma za afya leo hivi, hata mtu anaumwa. Sasa tunataka kuendelea tu, kwa sababu tuseme tunajua tunataka tufanye uchaguzi Kwani uchaguzi huo ambao atupe viongozi bora ni wakasa, una sababu gani? Kwa nini tusiweke break, tukasema sasa tunataka tufanye uchaguzi bora, tukae hata kama tutachelewesha, hata kama itachelewa miezi mingapi, hata mi, hata kama mwaka, lakini kufanyika uchaguzi ambao wananchi wanasema ni sasa, sauti yetu imesikika, tulichagua diwani huyu akapita, ndio tulimtaka amepita tulimtaka mwenyekiti huyu wa kijiji ndo huyu kapita, tunamtaka tulimtaka, mbunge huyu kweli, wananchi wengi waki-wa- wakata yetu tulimtaka, wabunge ya nini jimbo letu, tulimtaka rais huyu na tumempata. Unaelewa eh? Tusikae kudanganyana, yaani tusidanganyane. Hizo mbwembwe za kusema uchaguzi unaendelea ni kudharau mamilioni ya wananchi wa Tanzania na jamhuri yenyewe ya muungano wa Tanzania. Hivi karibuni, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliahidi wa Tanzania kuwa mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya utarejeshwa kuelekea elfu mbili na thelathini. Wewe ni mwenyekiti wa Jukwaa la Katiba nchini Tanzania, pengine hii kauli ya rais inaleta matumaini ya kwenda kupatikana kwa katiba mpya katika taifa la Tanzania. Sioni ma- matumaini yoyote ya maana kwa sababu kama ni kwa nini muda wote hatujaona hizo hizo hizo hizo hizo huo utaratibu ukianza? Ni kwa nini ikilizuia? Kitu gani utaratibu wa kuanza katiba kwanza hata kabla ya uchaguzi wa mwaka huu? Ni kitu gani? Sasa tungepata katiba mpya basi, kama tungepata, utapata katiba mpya nani watasimamia ta, watakuwa wamepatikana katika uchaguzi huru na wa haki, kwa sababu wanaokuwa madarakani ndo wanasimamia mabadiliko ya katiba. Je, tunapokuwa na uchaguzi wa namna hii ambao sio wa, wa tutapata watu ambao sio wari ya ya, ya ya wananchi wote, tutakuwa tumepata katiba mpya, inasukumwa na nani? Unaona eh? Kwa hiyo mimi sina tumaini lolote. Hizo ni wanasiasa, maneno ya wanasiasa ndo hivyo alivyo. Kila siku atakuwa anatuambia maneno, kila siku ana neno jipya, kila siku ana kitu kipya ili wao muda wao upite wamalize madaraka yao waondoke, okay? Lakini hili la sasa limewekwa kabisa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Pengine ni hakikisho kwa sababu linaweza likatekelezwa katika, nasema hivi, inaweza ikawa kwenye, kwenye ilani ndio lakini itatoka katiba ya aina gani? Ndio swali nani atakaosimamia, kwa sababu ilikuwa hiyo ifanyike kabla. Uone, na kila kitu kinafanyika kwa utaratibu, utaratibu bora masingi... ikuanza mwaka jana. Kwa nini tuambiwe leo? kwa nini kwa nini si si, si, singaanza hapo baadaye? Mimi sina tumaini kubwa na wanasiasa, wanasiasa wetu wamekuwa kila siku ni kudanganya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni katika mazingira yapi ambayo sasa yanaweza yakahakikisha haya yote yanapatikana katika usahihi wake na kuondoa shaka katika pande zote? Yaani, ni pale ambapo kutakuwa na sheria ambazo tungefanya kwanza mabadiliko madogo ya hii katiba iliyopo sasa, ili tupate viongozi bora waingie madarakani kuwa, wa, waweze kupanga hata na mkata, mchakato wa kupata katiba mpya utakuwaje. Lakini katika muktadha huu ambao tunafanya uchaguzi, sioni huko mbele tukipata katiba ambayo ni katiba bora, kwa sababu hatusemi mabadiliko ya katiba au katiba mpya. Inaweza ikawa katiba mpya sio katiba bora eh, kwa sababu imetengenezwa sasa. Jamani, si mlikuwa mnataka katiba mpya? Hii hapa, lakini sio katiba bora. Inaweza ikawa hata mbaya kuliko hii iliyopo sasa kwa sababu imetengenezwa na watu watakao kuto, kutokana na ridhaa ya wananchi. Unazungumza juu ya ushirikishaji wa wadau muhimu ili kuweza kupata vyombo ambavyo vitaweza kuwa na usahihi na kuhakikisha haki na sheria zinasimamiwa, ni akina nani hasa ambao unawataja kwa hivi sasa wanaweza wakawa ni watu muhimu katika kushiriki katika michakato ambayo itaweza kufanikisha kupatikana kwa vyombo hivyo na kuweza kuleta majadiliano ambayo yataleta mabadiliko ambayo kila mmoja hataweza kuyaunga mkono na yataweza kuleta umoja na mshikamano katika taifa la Tanzania. Ninachotaka kusema ni hivi, sio watu ambao mnaojua mimi. Nasema hivi, watu watakaoweza kusimama kuleta mabadiliko katika nchi hii ni wale watakaotokana na sanduku huru la kura, Yani, kura ambazo zime uchaguzi ambao umefanyika kwa kutumia taratibu na mifumo ambayo kura ya mwananchi itakuwa ndio ina, inasikika, yani ile kura iliyopigwa katika sanduku huru la kura na mifumo imekuwa ya haki, vyama vyote vime vimeendesha taratibu kampeni zake na vimeishi katika hali ya uhuru na wa haki, sio katika hali hii ambayo ya sasa kwamba hata mtu akizungumza anatekwa, mtu akifanya nini anafanya nini. Hapana, huwezi ukapata katiba mpya, uwezi ukapata mabadiliko mema katika taifa, katika mifumo hii ilivyo sasa. Nashukuru sana Daktari kwa kuzungumza nasi siku ya hii leo asante, si siku ya hii leo, asante